Naitwa Mchungaji Joseph Ales Mtebe, ni katibu mkuu wa Africa Inland Church Tanzania. Ninafanya kazi makao makuu ya kanisa hapa Mwanza Makongoro, na ninamshukuru sana Mungu kwa vile ambavyo anaendelea kutujalia neema yake sisi kama kanisa Africa Inland Church Tanzania. Kwa jinsi tunavyoendelea, tunamwona Mungu pakubwa sana tunaona jinsi ambavyo mshikamano wa kanisa unaendelea kuongezeka sehemu mbalimbali, kazi ya Mungu inavyoendelea, miundombinu ya kanisa inavyoendelea kutengenezwa na kila jambo kwa kweli linaonyesha kuleta utukufu kwa Mungu, ingawa pia changamoto chache zipo, lakini hizo hazina budi kutokea, kwa sababu sisi ni watu na tuna mapungufu tu ya kila aina. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa yale mazuri tunayoyafanya. Leo ningetamani tu kuwapatia mrejesho wa namna ambavyo kazi yetu kubwa ambayo pia imeliletea kanisa heshima inaendelea, kazi ya ujenzi wa ofisi yetu kuu ya makao makuu ya Africa Inland Church Tanzania Jengo ambalo tunalijenga hapa makao makuu ya kanisa Makongoro Mwanza, tulilifanyia kazi sana mwaka jana na kwa mwaka mmoja, Mungu akatusaidia kuinua jengo hili uh, mpaka kulifikisha mwisho na hata kuwezeka sasa. Uh, wengi wamekuwa wakifikiri kuwa labda tumeshindwa kuendelea. Sio kweli. Nadhani mwendelezo wa sasa wa kazi hii uko zaidi katika swala zima la kukusanya fedha za umaliziaji. Hatua inayofuatia sasa ni ukamilishaji wa jengo, umaliziaji. Na ndugu zangu, wengi ambao mmefanya miradi ya ujenzi wa majengo mtakubaliana na mimi kwamba ujenzi wa boma unakuwa na uwepesi sana, lakini umaliziaji unahitaji fedha nyingi kwa wakati mmoja. Sasa tunajitahidi sana kukusanya fedha. Tumewekeana mikakati mbalimbali mbali ya kukusanya fedha katika dayosisi zetu, ili kwa kweli tuweze kukamilisha kazi hii. Michango inaendelea ya mtu mmoja mmoja, ya familia, ya marafiki, lakini pia kidayosisi, tumeweka utaratibu wa kuwa na michango maalum kwa namna watakavyofanya. Tumetamani sana kwamba tuwe na watu ambao wanaweza kuchangia kiwango ambacho tukikikusanya kinaweza kuleta tija kubwa kwa muda mfupi, na hata tukafikiri tukiwa na watu kadhaa wakaanza kuchangia fedha kuanzia shilingi elfu thelathini na tano na kuendelea. Aa, na hata millions wale wenye uwezo huo basi tunaweza kujikuta tunafanya kazi hii kwa haraka na kwa mapema sana. Sasa, tumezigawia diocese zetu wajibu, na hasa wakuwa na siku maalum ya kuwa na chakula cha hisani kwa wale ambao wanaweza kuandaa hiyo, na moja ya diocese ambazo zimeonyesha kwa kweli utayari wa kufanya hiyo ni diocese yetu ya Mwanza ambayo imejipanga vizuri na tarehe nne ina mpango kabisa wa kufanya shughuli hii kwa nguvu zote kuchangia kazi hii kubwa. Aa, na tumefurahi kwamba ofisi yetu ya makao makuu imemwomba kwa niaba ya dayosisi ya Mwanza mkuu wetu wa mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Saidi Mtanda kuwa mgeni rasmi katika chakula hiki cha hisani, na yeye ameridhia kuwepo. Kwa hivyo tutakuwa na kazi hizo kwenye diocese zote kwa tarehe tofauti tofauti, na tumekusudia kwamba kazi hii ya kuchangia ujenzi huu ili tuendelee iishie uh, mwezi wa 10 tarehe 30 ili tufanye majumuisho yote. Sasa Uh, niwaalike waumini wote wa Africa Inland Church Tanzania katika diocese zote kukubali kuchangia umaliziaji wa kazi hii kubwa tuliyoianza, lakini pia niwaalike kipekee wale wa Mwanza kwa tarehe nne uh, siku hiyo ambayo tumealikwa kufanya tujiandae kabisa kuja kumtukuza Mungu, tuwalete marafiki zetu hata kutoka madhehebu mengine ambao tumeshirikiana nao kwa namna mbalimbali ili waje waunge mkono kazi hii ya Mungu kwa utukufu wa Mungu, na Mungu awabariki. Changia ofisi ya makao makuu ya AICT kupitia CRDB Bank account number sifuri moja hamsini ishirini na nane sabini na nne elfu tisini Jina ni AICT uchumi mipango na maendeleo. Vile vile ni pa namba ya Vodacom hii ni 5515321. Jina ni AICT uchumi mipango na maendeleo.